Nchi jirani za India na Pakistan zimeshambuliana kwa silaha nzito Jumatano asubuhi, hali ambayo imezua wasiwasi mkubwa katika maeneo ya mipakani. Victor Abusu na taarifa ya kina. Ripoti zinasema mauaji yametokea katika nchi hizo mbili baada ya mashambulio hayo, na hali ni ya wasiwasi, hasa katika jimbo la Kashmir linalowaniwa na nchi hizo mbili kwa miaka kadhaa sasa. Pakistani inasema watu wanane wameuawa katika ardhi yake, huku India ikisema mashambulio ya nchi hiyo jirani yamewaua raia wake watatu. India ndiyo iliyoanza kutekeleza mashambulio hayo baada ya jeshi lake kusema lilikuwa limewalenga magaidi katika maeneo tisa katika jimbo la Kashmir. Waziri wa ulinzi wa Pakistan Kawanja Muhammad Asif amesema nchi yake italipiza kisasi na kumshutumu Waziri Mkuu Narendra Modi kwa kuagiza mashambulio hayo kwa sababu za kisiasa katika nchi yake.